Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye chaneli yetu ajifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza external external CSS. External CSS ni njia inayotumika kuweka CSS katika HTML, njia ambayo kodi za CSS zinakuwa nje ya faili la HTML. Maana yake ni kwamba wakati tunapotumia njia hii ya external tunakuwa na mafaili mawili tofauti. Tunakuwa na faili ambalo tunaandikia kodi za HTML na pia tunakuwa na faili ambalo tunaandikia kodi za CSS. Faili ambalo tunaandikia kodi za HTML tunalisevu kwa HTML na faili ambalo tunaandikia kodi za CSS tunalisevu kwa css, kama tunavyoliona hili hapa x.css, na faili nyingine ambalo la html tumenisave hapa xt.html. Nadhani tupo pamoja mpaka hapo eh. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kukifahamu ni kwamba mafaili haya mawili tunayaunganisha kwa kutumia link, maana yake ni kwamba ili tuweze kufanya kazi vizuri ya kuweka CSS katika HTML kwa kutumia njia hii ya external, ni kwamba haya mafaili mawili lazima tuyaunganishe. Tunayaunganisha vipi? Tunayaunganisha kwa kutumia link. Link hiyo inaandikwa katika sehemu ya head ya faili la HTML, ndiyo hii hapa tayari mimi nimeshaiweka. Katika link hiyo mwisho hapa, kuna kitu kimeandikwa href is equal to, hapa katika hizi quotation ndio unapoandika lile jina la faili lako. Mi nimeandika x.css kwa sababu faili langu linaitwa x.css, tunafahamiana sasa. Kama wewe faili lako utaita jina hili hili x.css, nao utaweka hivyo au ukiandika mfano style.css hapa kwenye hii sehemu utaandika hilo jina la faili lako, tupo pamoja, eh? Okay, hayo ni kwa ni mambo ya mwanzo kuweza kuyazingatia. Sasa moja kwa moja tuanze kufanya styling maanake kustaili kwa kutumia njia hii ya external. Tayari nimeshaandika heading 1 hii hapa nimeandika HTML kwa Kiswahili. Kwa hiyo tunaanza kufanya styling. Kuidi kufanya hayo masuala ya styling ama kuingiza hizo CSS katika HTML kwa kutumia hinji ya external, moja kwa moja tunaenda katika faili la CSS ambalo hapo tunaliona ni tupu. Kitu cha mwanzo ambacho tunataka kukibadilisha ni body. Mfano kwanza tu browse hapa tuone inatokea vipi. Okay. Hii hapo Eh? Unaona HTML kwa Kiswahili hii hapa na background yake ni nyeupe. Sasa tuende kwenye styling sasa. Tunaanza na body. Mimi naandika hapa body. Hiyo hapo, halafu nafungua mabano haya hapa. Ndani ya haya mabano ndo unaandika hivyo ambavyo nataka kitu chako kitokee kule katika browser au kibadilishwe, kwa mimi nataka background color hapa. Nataka nini? Powder blue hapa. Nikienda ku refresh hapa, angalia, una refresh, imebadilika rangi background, tayari imefanya kazi. Na bado tupo pamoja paka hapo. Kwa upande wa body natosheka na hilo. Ukitaka kuongeza unaweza kuongeza kadri unavyotaka wewe. Lakini kwa, kwa upande wa body natosheka na hilo. Nakuja katika kitu cha pili ambacho ni heading 1 hii hapa, heading 1, tupo pamoja. Kwa hiyo hapo utaandika pia H1 halafu unafungua mabano vilevile, unataka kubadilika kubadilisha kibadilishi hapo, naanza na kala kala, mi nataka iwe bluu ya hapa bluu. Tayari angalia hapa na refresh page, maandishi yamebadilika, amekuwa ya blue. Kitu cha ja pili nataka nini? Nataka font family, font family. Nataka mimi ziwe Arial, wewe utaandika unachotaka wewe. Tuko pamoja. Nikija nikirefresh hapa, naona hati zimebadilika, zimekuwa katika umbile au mfumo wa Arial. Tuko pamoja. Kitu chingine nataka font size, tujue ukubwa wa hati. Mimi naandika hamsini pixel. Nikienda katika browser hapa, nitaona maandishi yamekuwa makubwa. Tupo pamoja, kitu chingine nataka kukibadilisha, nataka niweke border e, border hapa taandika border, mi nataka mbili pixel lakini na iwe solid. Tupo pamoja, hapa nakuja ku browse hapo, kufanya browsing hapo, tayari maandishi yangu yapo katika border au yametungushiwa box. Tupo tupo pamoja, kitu kingine nataka hiyo boda ibadilike rangi. boda kala, nitaandika hapa boda kala iyapa. Nasema nataka iwe vipi? Iwe bisque. Iyapa tayari, nikija kurefresh page moja kwa moja nitaona imebadilika, boda kala imekuwa bisque. Lakini kitu kingine nachotaka kukibadilisha, sorry, tuondoshe hii nataka background color ya hiyo heading. Background color hii hapa, nataka iwe hiyo, hii hapa. Sasa nikienda kurefresh page tena kwa mara nyingine, hapa nitaona background color yangu ya hii heading one imebadilika na imekuja rangi hiyo ya maziwa. Kitu kingine nataka ni width, nataka width. Nataka upana wa ile page yangu ni vipi mi nataka iwe mia sita pixel peke yake, japo nikienda ku refresh page hii hapo, imebadilika au imepungua, imekuja kile kiwango au size niliyotaka mimi. Kitu kingine niangalia au tuangalie hapa, nataka nini, border color sijaipenda kwa sababu pale imetoka blue na rangi ya maandishi ni blue, kidogo haipendezi. Kwa hiyo naandika border color, border color hii hapa nataka iwe nini black. Hapa nikija kwenye ku refresh page nitaona maandishi, rangi ya boda imebadilika kutoka blue kuja nyeusi. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza kutumia external CSS ili kuweka CSS katika HTML. Na kusihi kwa chochote kile ambacho kitakuwa bado kinasumbua Usiache kuweka komenti yako hapo chini, lakini pia usiache kusubscribe, kulike, kushare ili tuweze kuwafikia wengi katika mafunzo haya ya HTML na CSS kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Asante sana, tukutane katika video inayofuata. Bye.